Nafasi labda nikumbushe tu kwa lugha ya kawaida kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi eh, bila kuamsha hisia za watu. Nafikiri sisi tunaelewa nafasi zetu za nafasi yetu ya kanisa: wapadri tufanye nini, watawa tufanye nini, kiongozi yeyote wa kanisa afanye nini. Kwa hiyo kimsingi, sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sista kwamba mtawa padri au kiongozi yote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa. Wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria. Kwa hiyo ni marufuku padri marufuku kwa watawa marufuku kwenu nyinyi waseminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa, marufuku kubwa. Hatutakii kuonekana huku, na ni vibaya watu kurubuni na kuhadaa watu au hao wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye konventi za kanisa kuwahadaa na kuwarubuni, hiyo ni dhambi, haipaswi. Haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho hafahamu, unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa mmoja Mklara ambaye hata redio hasikilizi, taarifa ya habari hasomi, unamsomba tu halafu unamwelekeza, unamfanyisha ile doctrination, hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa, marufuku. Kama watu wanaamini, marufuku kwenu wa seminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia ya chama chochote cha siasa, hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala nayo usiku Kama mgombea ni kaka yako, silete unajisi kwenye kanisa, marufuku. Kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka, siku ya kupiga kura inaeleweka. Kama wewe ni mfuasi, basi kapiga kura siku hiyo isipokuwa tunakumbusha moja, kabla ya kwenda huko, tathmini kidogo dhamiri yako. Lakini dhamiri inaweza kuwa potofu isipokuwa na uelewa wa kutosha. Nafikiri hapa kuna mapadi moralist wataelewa zaidi hilo, na wanaweza kutuongoza katika hilo. Tuachane na dhamiri potofu erenius conscious. Lazima conscious iwe very clear Dhamiri yako itakuwaje safi na kamili? Kwanza uwe na uelewa wa kutosha wa hicho unachoenda kufanya. Listen to your conscience. Usikilize dhamiri yako kuhusu ukweli na ile iliyo sawa, kwamba katika hili kweli ni lipi na lililo la haki ni lipi. Soma neno la Mungu likuongoze. Pitia amri za Mungu. Sali juu ya hiyo. Ihoji dhamiri yako na hapo ufanye uamuzi wako. Tumsifu Yesu Kristo. La mwisho, mwaka wa jubilei kama ilivyo miaka mingine ya jubilei ni mwaka pia wa kuomba upatanisho huruma ya Mungu, kama tunavyoomba huruma ya Mungu kwa jubilei yetu kuu hii. Tunaomba huruma ya Mungu kwa yale ambayo kanisa haikufanya vizuri katika miaka hii mia hapa Kipalapala, lakini hii ni kanisa la Tanzania, kwa sababu watu wengi wameanzia hapa. Tunaomba msamaha katika hilo. Pengine kuna waseminaristi hapa wamepita huko mjini wakaulizwa kama Petro alivyoulizwa, wewe kweli sio mseminaristi wa Kipalapala? Na huko hapa saizi wewe sijui umejiteteaje, lakini ni mwaka wa kuomba msamaha pia. Tumombe Mungu kwa maeneo yale ambayo hatukufanya vizuri. Tumombe Mungu kwa pale ambapo hatukuhubiri injili vizuri katika hii miaka mia iliyopita tumombe Mungu vizuri kwa pale ambapo tuliruhusu hata unajisi ukalivamia kanisa. Tunome Mungu mahali ambapo tuliruhusu sisi wenyewe kutokuupinga ile soft despotism. Tumsifu Yesu Kristo. Biblia iko ishirini na tano.